Ume mpenzi wangu, kwa siamini leo kama hii leo umekuwa wangu nah. Jinsi navyokupenda hakuna mwingine katika dunia hii, nakupenda zaidi yako, tena nakupenda, nakupenda, nakusisitizia nakupenda, si hakuna mwingine zaidi mwingine wewe, hata mi, mpenzi wangu, nakupenda sana na singeweza kukata kabisa hii bahati. Yaani hata ukitaka kuniwata sasahivi mimi ni tayari kweli mpenzi? Nipo tayari mpenzi wangu, nakupenda <laughs> Jamani, sijui nikupe nini kama jinsi najiona mtu mwenye bahati. Jamani wewe. Umenitega kweli katika mapenzi yako, nakupenda sana mpenzi, nakupenda pia mpenzi wangu. Mpango mjomba shikama marabaa, kumbe Umi uko hapa? Eh, mjomba nipo hapa, habari yako kijana? safi ka mjomba. Ah. Basi bana Umi nimezunguka nimezunguka kutafuta kila kona ya, kutafuta. E, eh, maana hii ni muhimu. Najua wewe ni kijana utakuwa na usaurifu mwingi, hiyo nimekutafuta kote, kubahatinzuli nimekukuta hapa, sina, sina budi kukuambia ambacho kukuambia. Umesikia mm? Kesho kumbuka kuwai mapema kwa? wai mapema saa kumi kabisa ili upekan na foreni kwenda kuchukua dawa. Sio, umenielewa? Jitahidi kudamka, usijifanye umesahau. Ummi, umenisikia? Kesho saa kumi wai, kuna foleni. Ukichelewa mjomba, utapata tabu. Na kama mwenzako yupo kama wewe, naye mwambie, mwongozane kwa eli. Mjomba Yate. Yate.